Nilipokuwa mvulana mdogo, sarakasi inayosafiri ilikuwa jina linalojulikana sana majumbani. Ilikuwa inasafiri kwa treni kote nchini kwetu. Ilisafiri hata ng'ambo hadi mabara mengine. Ilichukua jina la Banum e Bailey Sirtus, likiwa limetokana na waanzilishi wake Phiti Banum na James Bailey. Baadaye walijiunga na Ringling Brothers na Mwaka wa 1919 sarakasi hii inayosafiri ilianza kujitangaza kama onyesho kuu zaidi duniani. Basi hiyo sarakasi iliendelea kutoka mwaka 1871 hadi 2017, na mamilioni ya watu wa rika zote walikuwa wanaenda kufurahia, wana maonyesho wa akrobati wanaoruka juu, na kumbuka, mkufunzi wa simba na wale tembo, mavazi yao na na, na ile popcorn ya bei gali kupita kiasi na bila kusahau, nakumbuka pia wachekeshaji. nakumbuka nilipoenda nikiwa mtoto, ilikuwa kweli kabisa maonesho ya kushangaza. Unajua, imenijia akilini wakati nimekuwa nikisoma nawe mahubiri ya Mlimani katika safari yetu ya Hekima kwamba ile sarakasi maarufu ya midwara mitatu haikuwa onyesho kubwa zaidi duniani. Hapana, siyo hivyo. Onesho kubwa zaidi duniani ni la kimataifa, bado linaendelea, kila siku linaweka maonesho. Halihusiani kabisa na wanyama, linahusiana kabisa na wanadamu. Onesho kubwa zaidi duniani ni dini. Dini duniani kote ni maonesho makubwa kweli, sivyo? ina pesa nyingi zaidi, sherehe nyingi zaidi, mavazi mengi zaidi, na kusema ukweli, wachekeshaji wengi zaidi kuliko wakati wowote wa. Basi, kulikuwa na sarakasi ya kidini iliyokuwa ikiendeshwa kwa nguvu zote wakati wa Yesu. Sarakasi hiyo ilikuwa na wasimamizi wa sarakasi waliokuwa wanaitwa Mafarisayo. Sasa Yesu yuko karibu kufichua sura yao ya kidini ya juu juu. Atakwenda kufichua nia zao zilizofichika walipokuwa wakitoa, wakiomba na wakifunga. Shughuli hizi tatu zilichukuliwa kuwa ni wajibu muhimu wa kidini katika Uyahudi, na Bwana anaanza moja kwa moja hapa katika Mathayo 6:1 kulaani hi jambo hilo, anasema hivi: jihadharini msitende haki yenu mbele ya watu ili muonekane nao. Kitenzi hapa uonekana kinatokana na neno la Kigiriki theathenai ambalo limetupatia neno la Kiingereza theater, ukumbi wa maonesho. hivyo Yesu anasema Unajua, usifanye maonesho ya kidini kama vile uko jukwani. Unajua, ukifanya maigizo, jambo muhimu si kwamba watu wakuone, waone maonesho yako, bali ni kwamba Mungu anakutazama kwa njia nyingine. Neno lingine muhimu ambalo Bwana anarudia katika kifungu hiki ni neno hypocrites. Neno hilo limetupatia neno letu mnafiki. Katika siku za Yesu lilimaanisha mwigizaji aliyekuwa anavaa barakoa usoni akiwa jukwani. Hivyo Bwana anazungumzia wanafiki wanaojificha nyuma ya barakoa ya matendo ya kiroho. Yesu anawaonya wasikilizaji wake hapa. Kwenye mstari wa pili, unapowapa wahitaji usipige tarumbeta mbele yako kama wafanyavyo wanafiki. Hapa chini kwenye mstari wa tano, unaposali usiwe kama wanafiki. Na kwenye mstari wa kumi na sita, na mnapofunga msiwe na uso wa huzuni kama wanafiki. Kwa maneno mengine, acheni kufanya dini kama maonyesho ya sarakasi ya aina tatu, acheni kuonyesha mambo yenu hadharani. Sasa Yesu hapingi kusali hadharani au kutoa au kuwasaidia wahitaji. Anachotaka ni kuhakikisha kwamba mtazamo wa mioyo yetu unaonyesha utukufu wa Mungu na si wetu wenyewe. Sasa hebu tusimame kidogo na tuangalie kwa undani shughuli hizi tatu, na tuanze pale bwana anapoanza kuhusu kutoa pesa. Hapa kwenye mstari wa pili Yesu anasema, unapotoa usipige tarumbeta mbele yako kama wafanyavyo wanafiki. Ninaamini Bwana anarejelea hapa yale makasha yenye umbo la pembe yaliyokuwa ukutani pale katika uwanja wa Mataifa, ambako watu walikuwa wanaingiza michango yao Yalikuwa na umbo kama sehemu iliyopanuka ya tarumbeta iliyokatwa nusu na kushikizwa ukutani, ili pesa ziweze kupita na kuingia kwenye sanduku. Sasa sarafu zilipotupwa kwenye lile kasha, zilikuwa zinagongana na kutoa sauti kwenye ule mdomo. Kwa hiyo, kimsingi wanapiga tarumbeta kwa kweli. Baadaye katika injili ya Marko Yesu anazungumzia watu matajiri wa kirusha unajua, mifuko ya pesa kwenye yale makasha. Kwa hiyo unaweza kufikiria hivi, katika uchumi wa leo, unaweza kuingiza noti ya dola hamsini kwenye lile tarumbeta na ingetiririka kimya kimya, au unaweza kuibadilisha kuwa sarafu mia mbili za robo dola. Hiyo ingekuwa ya kufurahisha zaidi, sivyo? Hiyo ingetengeneza kelele nyingi na kuvutia watu wengi, na huo ndio ujumbe Yesu anatoa: usipige tarumbeta, usijivutie watu Kwako mwenyewe. Sasa kwa wale waliokuwa wakifanya hivyo, Yesu anaongeza hapa kwenye mstari wa pili, amin nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Kwa maneno mengine, walitaka kupata sifa kutoka kwa watu, basi hiyo sifa waliopata ndiyo thawabu pekee eh watakayowahi kupata. Sasa Yesu pia anaongeza hapa kwenye wazo la mstari wa tatu, unapompa mhitaji usiruhusu mkono wako wa kushoto ujue kile mkono wako wa kulia unafanya. Wazo hapa ni kwamba unatoa pesa zako kwa watu wengine, usijaribu kuwavutia eh, hao watu au wengine wanaojua kuhusu hilo. Na pili, nafikiri pia maana hapa Yesu anasema usijaribu kujivutia mwenyewe. Toa halafu usonge mbele na usahau. Sasa hapa kuna shughuli nyingine Yesu anazungumzia, na hiyo ni hiyo ni kuomba. Anasema hapa katika mstari wa tano, unapoomba usiwe kama wanafiki, kwa maana wao hupenda kusimama na kuomba katika masinagogi na kwenye pembe za barabara ili waonekane na watu wengine. Sasa katika siku za Bwana kulikuwa na nyakati tatu za maombi, wakati wa e eh, mchana. Mafarisayo walipanga mienendo yao ili wawe mahali paonekana wakati huo, kama vile kwenye kona ya barabara, ambapo wangeweza kuonekana kutoka Pande nne tofauti. Sasa tena, usielewe vibaya hakuna kosa lolote kuomba kwenye makutano ya barabara. Nimeomba mara nyingi kwenye makutano ya barabara na mara nyingi huwa naomba Bwana, tafadhali geuza taa nyekundu iwe ya kijani kwa sababu nimechelewa. Sasa Yesu hapingi maombi ya hadharani. Yeye anaonya tu dhidi ya kufanya maombi ya hadharani kuwa onyesho la kiroho, kana kwamba ni maigizo madogo. Sasa tendo la tatu analolifunua hapa kwenye mstari wa 16, ni kufunga. Mnapofunga msiwe na sura ya huzuni kama wanafiki, kwa maana wao hubadilisha nyuso zao ili kufunga kwao kuonekane na watu wengine. Kweli nawaambia, wamekwisha pata thawabu yao. Sasa kulingana na Biblia, wakati pekee ambapo kufunga kulikuwa lazima na Bwana ni kwenye siku ya upatanisho ya kila mwaka kama ilivyoandikwa kwenye mambo ya Walawi sura ya kumi na sita. Hata hivyo kufikia wakati wa Kristo, Mafarisayo walikuwa wanafunga mara mbili kwa wiki, siku ya Jumatatu na Alhamisi. Kwa nini siku hizo mbili? Sasa tunajua kutoka kwenye historia kwamba uchumi wa Wayahudi ulikuwa na siku mbili za soko, siku za kununua bidhaa, na katika siku hizo umati wa watu ungejaa Yerusalemu kununua mahitaji yao ya wiki. Na unadhani siku hizo za soko zilikuwa lini? Jumatatu na Alhamisi. Na sasa tamasha linaanza tena, hata walivaa mavazi maalum. Yesu anasema hapa kwamba walikuwa wanaharibu sura zao. Hii inamaanisha walikuwa wanajulikana kwa kupaka majivu kwenye mashavu yao ili kuyafanya yawe meupe na wafanya waonekane kama wamechoka sana na wana njaa kali. Sasa ngoja nikwambie, Yesu hakuwahi kuamuru wafuasi wake wafunge, lakini tukiamua kufunga inapaswa kuwa jambo la faragha. Kwa sababu tunalenga kwenye neno lake, labda tunatumia muda wa chakula cha mchana kuomba, hakika hatufanyi maonyesho hadharani. Na hapa ndipo tatizo lilipo, sote kwa namna fulani tumeathiriwa na hamu ya kuwavutia watu wengine, hata kwa nidhamu zetu binafsi uhusiano wetu binafsi na Mungu. Nakumbuka nikiwa muumini mchanga nikimsikia mhubiri akisema, nimemaliza tu kusoma Biblia nzima kwa mara ya sitini na saba. Aliendelea kusema kwamba alikuwa anasoma Biblia nzima kila mwezi. Basi nilijaribu kufanya hivyo na nikashindwa vibaya sana. Basi dhahiri kabisa, nilifikiri kwamba huyo mhubiri lazima alikuwa wa kiroho sana. Mimi singeweza kufikia kiwango hicho kamwe, la hasha! Ukweli ni kwamba alikuwa anajisifia kuhusu ibada yake binafsi. Huenda ingemfaidi zaidi kama angesoma kitabu kimoja cha Biblia kwa mwezi badala ya kusoma Biblia nzima kwa haraka ndani ya mwezi mmoja. Wapendwa, kuna maswali mawili yanayotokana na somo hili ambayo yanapaswa kuulizwa kuhusiana na kutoa, kuomba na kufunga, au nidhamu nyingine yoyote ya kiroho. Kwanza kabisa, je, nia yangu ni ipi? Je, ninajaribu kupata upendo wa Mungu? Je, ninajaribu kukubalika mbele za Mungu? Je, ninajaribu kupata umakini kutoka kwa watu wengine? Basi ngoja nikuambie mpendwa, tayari una upendo wa Mungu kupitia Kristo. Huwezi kuwa mwenye kukubalika zaidi kwake kuliko ulivyo sasa hivi na na hutakuwa kiroho ikiwa utategemea umakini na kibali cha watu wengine. Kwa hiyo swali la kwanza ni nia ya yangu ni ni ipi? Pili, hadhira yangu ni nani? Unajua, sala zetu za hadharani zinapaswa kufanana sana na sala zetu za faraga. Ushawahi kugundua kwamba mara nyingi watu wanaposali hadharani sauti yao hubadilika? Unajua, msamiati wao hubadilika. Hapa ndipo Yesu anapolenga una haja ya kuthibitisha chochote na kama hadhira yako ni Mungu, unaweza kuwa na moyo wa kutia moyo kila wakati, kwa sababu Mungu anakutazama, Mungu anakusikia, na Mungu pekee anatosha kuwa hadhira yako. Basi muda wetu umeisha kwa leo, mpaka tutakaporudi tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote.